Naitwa Happiness Nkwera, ni afisa programu kutoka Twaweza, na tunapozungumzia uraghbishi ni dhana ya ushiriki ambapo watu kwenye jamii yao wanaweza kuibua changamoto ambazo wanakabiliana nazo na kuona namna gani wanazifanyia kazi kwa kushirikiana na viongozi wao. Kwa hiyo, katika wilaya ambazo tunafanya nao kazi uh, ikiwemo Mtama, Pangani, Maswa, Mbogwe pamoja na Kigoma waraghbishi wamekuwa wakifanya kazi, wamefanya kazi ya changamoto ambazo wanakuwa wameziibua kwenye hizo jamii zao, na tunaona kwamba uh, hawafanyi peke yao bali kwa kushirikiana na wananchi lakini pia viongozi wao ambao wako kwenye hayo maeneo. Uh, kwenye swala la upatikanaji wa waraghbishi. Uh, hatua ya kwanza kabisa baada ya kujua kwamba tutaenda kwenye wilaya fulani, huwa tunaenda kwenye wilaya husika, tunaonana na viongozi wa ngazi ya juu kuona namna gani ambavyo tunaweza kushirikiana nao katika kutekeleza program, lakini pia baada ya hatua hiyo, huwa tunarudi kwenye viongozi wa ngazi ya kijiji kuona kwamba hapa ndio hasa tunapokuja kufanya kazi. Na kulingana na vijiji ambavyo vinakuwa vimechaguliwa kama vijiji ambavyo labda viko kumi, kwa hiyo tutaenda kwenye kila kijiji, tutaonana na viongozi, tutawaambia lengo letu, na wao sasa kupitia ule mchakato tutaona namna gani tunapata wawakilishi kutoka kwenye hicho kijiji. Kwa hiyo vijana wachache wanakuwa wanachaguliwa na wananchi kusema kwamba hawa watatuwakilisha. Na hao vijana sasa, baada ya kuwapata tunawapatia mafunzo. Waragibishi wanapatiwa mafunzo ili kuendana na ile misingi ambayo tunatamani waendane nayo. Kama ni misingi ya ushiriki, tunatamani wajue kwamba katika ngazi ya ushiriki, nani anapaswa kushiriki, nani ana haki gani, lakini pia namna gani jamii inaweza kuchangamana, kuona kwamba hiki tunachokiibua kinaleta tija. Baada ya kupatikana na mafunzo, hatua inayofuata huwa wanarudi kwenye maeneo yao na wanarudi kwenye maeneo yao kuangalia namna gani ambavyo hizo changamoto zipo, na kupitia mikutano sasa ile ya vijiji ndio wanakuja kuibua kuona kwamba je, haya matatizo au hizi changamoto tunazoenda kuzifanyia kazi kweli zipo. Zinapoibuliwa changamoto, pia huwa kuna kupima tunapima kuona kwamba hatuwezi kuchukua changamoto zote kwenye kijiji. Kwa hiyo kama ni changamoto tatu zinahitajika na ziko tano wataangalia. Wananchi wenyewe watasema changamoto hii ni kubwa zaidi kuliko hii. Kwa hiyo kulingana na ile shida ambayo wanakabiliana nayo, wao ndio wanasema kwamba katika hizi tano tunachagua hizi tatu ambazo ni za ni ngumu zaidi. Kwa hiyo mbele kwenye utekelezaji, wao wenyewe wanajua kabisa kwamba hiki ndio kitu ambacho kinatukabili na hii ndio namna ambavyo uh, tutaenda kuitekeleza kwa kukubaliana wao. Kwa hiyo hata waraghbishi uh, ni sehemu chache ambazo tunapata changamoto, lakini kama wananchi kweli wameibua changamoto na wanaenda kuitekeleza huwa ni rahisi sana, kwa waraghbishi ni ufuatiliaji tu, kuona namna gani sasa zile hatua zinafatwa na wao wanaweza Uh, kufuatilia vema mpaka changamoto inapofanyiwa kazi. Hata zinapokuja masuala mfano ya ujenzi, uh, tunaepuka kwamba mtu asitoke tu akasema hii ni changamoto ya ujenzi. Tunataka wananchi wenyewe waseme kwamba hapa shule hatuna. Tunafanyaje? Hapa hakuna huduma ya afya. Tunafanyaje? Wao wanapoyatoa ndio tunaona kunakuwa na mguso zaidi. Uh, lakini pia tukirudi kwenye swala zima la ushiriki wa wananchi ambapo uh, tunasema kwamba angalau sasa hivi tunaona ume ongezeka kwa maana kwamba hata kwa waraghbishi wenyewe kuna kamati ambazo ziliundwa kupitia hiyo mikutano ya kijiji. Wameunda kamati ya waraghbishi kadhaa ambao katika kila kijiji wanafanya kazi, lakini tuliona asilimia kubwa mwanzoni kuna ule ushiriki wa kwamba wengi ni wanaume na katika kujiuliza ikaonekana kwamba kwenye suala zima la ushiriki, uh, kuna ile ya kusema kwamba mwanamke hawezi, eh, mwanamke hawezi kuwa kiongozi. Lakini kwenye uraghbishi tunaona hii kwa sasa imepungua, kwa sababu kuna kamati ambazo zina wanawake kamati na wanawake kumi. Unajiuliza, hawa wanafanya kazi, wanaume wako wapi? Lakini kumbe ni ile ari ambayo wanawake wameona kwamba uh, wakishiriki na wao kumbe kuna tija kwenye jamii, kwa hiyo wanajitokeza kwa namna hiyo. Lakini hata tunaposema kujitolea kama waraghbishi, wanajitoa kwa maana kwamba inapotokea kitu, unaona mwanamke anabeba panga, anabeba shoka, lengo ni kwenda kukata miti, kupanua barabara, lakini pia kusafisha, kubeba mawe, wanawake nao wako nyuma. Kwa hiyo kuna wilaya ambazo tunaona mafanikio ni makubwa hususani kwenye uh, ushirikishwaji wa wanawake. Ma, maendeleo yamekuwa ni makubwa kwa sababu na wao pia wana wanashiriki. Lakini pia haya yote yanawezekana kwenye, hususan kwenye vijiji ambavyo waragibishi wanapofanya kazi na viongozi kwa pamoja na kunapokuwa na ushirikiano mzuri, basi matokeo huwa mazuri, na tunatamani kuona kwamba hata vijiji vyote vinakuwa vina hivyo kwa maana kwamba ili tuweze kupata yale maendeleo ambayo tunayatamani basi ushirikiano tuweze kuboresha ili kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakiibua kinafanyiwa kazi. Kwa namna nyingine pia uh, kupitia uraghbishi tunaona kwamba imeimarisha imani, sio tu kwa waraghbishi, lakini pia kwa wananchi na viongozi kuona kwamba kumbe hata yale tunayoyaibua yanaweza kutekelezeka. Kwa hiyo hata waraghbishi Uh, imewapa ile motisha ya kuona kwamba hiki tunachokifuatilia kinatija, lakini pia hata kwa viongozi kuamini kwamba ile kazi ambayo waraghbishi wanafanya inatija kwenye jamii, na hiyo pia inaamsha ile ari ya uwajibikaji kati ya viongozi wananchi, pamoja na waraghbishi kwenye hayo maeneo.